Kristo amefufuka kwelikweli, kweli! Aleluya! Amani na baraka tele za Kristo mfufuka kwako leo. Tunasherehekea siku kuu ya Pasaka, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanasema kama Kristo asingelifufuka kutoka katika wafu, kuamini kwetu kungelikuwa ni bure. Fahari yetu wa Kristo si kifo cha Yesu juu yetu, bali ufufuko wake. Maskini mauti, nguvu yako iko wapi Kuzimu, je, ushindi wako uko wapi? Bwana amefufuka na mauti imeshindwa. Kristo amefufuka na uovu umeangushwa chini. Bwana amefufuka, malaika wanashangilia, tumekombolewa, kaburi li wazi. Utukufu ukuu na enzi milele. Nilikuahidi kusafiri nawe katika tafakari kwa kipindi chote cha Kwaresma. Leo ninayo furaha kukutakia Pasaka njema njema. Shukrani zangu kwa kila mmoja aliyejumuika nami kuwashirikisha watu ujumbe huu, nikimaanisha kushea kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Wote kwa pamoja, hakika ni wengi na sintoweza kumtaja mmoja mmoja, naomba uthamini shukrani hii bila kukutaja jina. Kwa namna ya pekee kabisa, niwashukuru wale tuliojumuika nao katika kuandaa tafakari hizi. Sikuwa peke yangu. Nitakuwa ni mchoyo wa fadhila nisipomkumbuka mke wangu mpendwa Ema Ladislaus Mahengo, hali kadhalika Konsepta Ladislaus Mahengo. Hawa walikuwa ni sehemu ya nguvu yangu. Nitafurahi nikitambua kwamba katika tafakari hii nimepata wadau wapya kupitia chaneli yetu ya Breez Online TV. Kumbe basi, kama mpaka sasa hujafuatilia mitandao hii, tafadhali subscribe chaneli ya Breez Online TV kupitia YouTube, lakini pia katika mitandao mingine ya kijamii ikiwemo Facebook Instagram pamoja na TikTok, jina ni Breez Online Tv. Tukutane tena katika tafakari zijazo. Hakika nimejifunza jambo kupitia wewe. Pasaka njema ndugu yangu.